Mambo vipi? Leo ni Ijumaa Kuu, sio? Siku si takatifu kwa waumini wa dini ya Kikristo, wakikumbuka mateso na baadaye kusherehekea kufufuka kwa Yesu Kristo. Katika siku hii nazungumza na baadhi ya wasichana kujua umuhimu wa siku hii na ni vipi wamejiandaa kusherehekea kufufuka kwake. Mimi ni Michelle, ungana nami ujionee maandalizi ya wasichana siku ya Ijumaa Kuu kwa siku ya leo ni siku ambayo tunakumbushwa mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ni siku ambayo inatukumbusha sisi kama Wakatoliki kuweza kum... kwa... yaani kama tunakumbuka mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, basi tunakumbushwa kuweza kuachana na miondoko ambayo ni mibaya. Mfano, dhambi ambazo zinaweza zikaepukika. Tunakumbushwa kwamba tutie amri za Mungu ambazo ni amri ambazo Mungu anataka tufanye na ni mambo mema ambayo Mungu anataka tufanye. Binafsi siku ya Pasaka kitu ambacho huwa ninazingatia hmm. Ni kwanza kujiandaa vema kwa kushiriki sakramenti ya kitubio lakini pia kusali, inapoanzia hivyo Alhamisi Kuu, Ijumaa Kuu, Jumamosi ya mkesha na kuamkia mpaka Jumapili ya Pasaka. Kwa hiyo kitu ambacho zaidi ninakizingatia ni hivyo kushiriki sakramenti ya kitubio then kusali. maandalizi yako yapoje kusherekea ya sikukuu ya Pasaka? Pasaka, uh, nyumbani, siku yangu ya Pasaka nimejiandaa kutoka katika mazingira ya chuo nienda kukaa nyumbani, kaona wadogo zangu walikuja kwa ajili ya sikukuu ya Pasaka, tukae wote tupike pamoja tukisapo baada kutoka kanisani, ili iwe ashiria kwamba siku ya Pasaka ni siku ambayo watu tunakaa pamoja tunakumbukana. Wewe kama wewe, umepanga kusherekea Pasaka wapi na kwa nani? Uh, nimepanga kusherekea Pasaka nyumbani kwa wazazi wangu na familia yangu, kwa sababu hiyo ndiyo maana kamili ya Pasaka wao. Wow, okay, ukiwa ni msichana ukiangalia, okay, jamii ya sasa, unadhani vijana hasa wasichana wanaadhimisha siku ya Pasaka kama inavyofaa? Mtazamo wangu kwa jamii ya sasa, naona kweli wanaadhimisha sikukuu ya Pasaka kama ifasavyo, kwa sababu wanashiriki ibada za siku ya Jumapili, pia tunashiriki wanashiriki pia kwa ajili ya ku sherehekea ufufuko so wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa kusali Jumapili, kushiriki pamoja na familia ndio, lakini pia wanashiriki katika kusameheana na kufanya matendo ya huruma. Uh, mimi napenda kuwashauri wasichana wenzangu washerekee sikukuu ya Pasaka kwa kwenda kanisani, waimbe pamoja na watu. Wakitoka hapo wakirudi nyumbani, kama wako nyumbani na wa wazazi wao, wasaidiane katika kazi za nyumbani, washerekee pamoja na furaha. Msichana, nadhani umewasikia wasichana hawa. Je, wewe utasherekea Pasaka ukiwa wapi? Nyumbani, kanisani, au sehemu za kujivinjari? Tuandikie comments hapo chini. Nikutakie Pasaka njema.